Sasa nyie msifikiri vitu vinajiendea tukiolela, vinaongozwa kiroho. Na mimi kama ndio kiongozi rais, ninajua namna ya kufanya. Nikisema utaondoka kwa njia isiyojulikana mimi najua, kwa njia isiyojulikana ipi? Wewe endelea kunisubiri, ukizani utaniona nimeshika bastola, nimekuja nayo kumbe, sauti ya Mungu iko kila mahali. Ndio maana mnaambiwa sikilizeni, mjumbe wa agano, yeye ndo anajua Mungu anataka nini na Mungu ameagiza nini. Sio kufanya vile wee unavyotaka, unajifanyia unavyotaka, unafanya kinyume na Mungu. Mungu anaamuru hivi, wee unataka ufanye hivi. Sawa, sasa nataka nikwambie hey. Leo nataka ni nielezee kwa nini ah, maandamano hayakufika Ikulu. Amen, kwa nini hayakufika Ikulu? Leo nataka nielezee na kila mtu ajue, sawa. Amen, ah, kuna jambo la kujifunza. Tuna wachungaji kina Yabiudi Kina Kabugumira Kinagwajima, wote walifanya maombi na wakafunga na kufunga, lakini nini kimetokea? Amen. Kuna watu wanaombea uh, vitu fulani visifanyike, sawa, lakini hawajui kama hizo ni njia za Mungu. Amen. Ili Israeli afike Kanani sawa, alipitia misukosuko mingi sana, kutoka Misri kwenda Kanani. Naelewa vizuri, alikutana na Wafilisti njiani, alikutana na Waamori njiani. Kwa hiyo kicho kinampasa kwa sababu ametoka utumwani, anaenda katika nchi ya hadi. Kwa hiyo njiana, aa, anapita yale mataifa mengine, yanaweza kuwachukua na kuwafanya mateka kama walivyokuwa Misri. Well, ili hayo wasitokee ndio maana iliwapasa kupambana na hayo mataifa mengine ili wapate kupita, amen. Manake hakuna njia nyingine, hauwezi kupaa ukapita juu, njia ndio hiyo hiyo, okay. Tu anaombea vitu vitu ambavyo si vya kuombea, sawa. So, anaombea kuzuia wakati vitu vilishaamliwa, amen. Kwa mfano, unaombea kuzuia maandamano, na mi Nabii Musa niko hapa, niliyepewa mamlaka, nimesaini hayo maandamano, yani maana yake yawepo, na nimesaini kote kote, kutiki na maandamano, vyote viwepo. Je, wewe unayeombea kuzuia na aliyepewa kusaini, aliyepewa kibali kuruhusu, nani ni mkuu zaidi yako? Ndio maana mnaambiwa sikilizeni mjumbe wa agano, yeye ndo anajua Mungu anataka nini na Mungu ameagiza nini, sio kufanya vile wee unavyotaka. Unajifanyia unavyotaka, unafanya kinyume na Mungu. Mungu anaamuru hivi, wee unataka ufanye hivi. Sawa, sasa nataka nikwambie ilipo saini ile barua ya maandamano ya Oktoba kumi na saba. Sawa, so, nataka nikwambie kitu ambacho kijui. Kwa nini hao waandamanaji hawakwenda ikulu wala hawakuingia ikulu? Kwa nini? Leo nataka nikufunulie kwa sababu gani. Sawa, so, sikusaini au mimi sikuruhusu ilo jambo litokee na ndio maana halikufanyika. Sawa, so, wakati nimesaini barua ya tarehe kumi na saba kuhusu maandamano uliletwa tena tarehe ishirini na nane, tarehe ishirini na saba, aa, tarehe ishirini na saba au tarehe ishirini na tano sawa. Ilikuja tena taarifa nyingine ya kuruhusu watu waandamanaji kuingia ikulu, yaani tuseme ilikuja barua nyingine baada ya maandamano, je, waingie? Ilikuja barua nyingine kwamba je, tuingie tuingie Ikulu? Ilikuja barua mara ya kwanza kaja barua, mara ikaja mpaka mara ya tatu wakihitaji kuingia. Sikuruhusu wala sikusaini ile barua kwa sababu kubwa moja. Wakati huu au wakati ule wa yale maandamano, sawa, niliona njia ya kwenda Ikulu, sawa, ilikuwa mbaya sana. Njia ya kwenda ilikuwa ni mbaya, manake kama ningeliruhusu waende waingie, mauaji yangekuwa mengi zaidi watu wengi wangeuawa, watu wengi wangekufa kuliko haya ambayo yametokea. Na ndio maana, ndio maana sikuruhusu lifanyike, maana yake, kwa sababu kuna uchafu, njia imechafuka au njia imeharibika, nimezuia, sijaruhusu ili kutoa nafasi kidogo, hii nafasi ipatikane. Ndio maana nikwambia uwezo wa kutamka kwamba ninakuondoa siku fulani ulikuwepo, lakini niliona kwamba kuna shida kubwa sana. Kwa hiyo sasa basi, tunaipisha kwanza ile shida, tunampa tunampa aendelee kidogo, aendelee kwa nafasi yake. Wakati anaendelea sisi tumeepusha nini? Tatizo kubwa ambalo lingetokea kwa kumzuia moja kwa moja wakati ule amen, au kumwondoa, tatizo lingekuwa kubwa kwao. Tuache ha, aende anavyotaka, alafu akishaenda, maanaake amepewa muda kidogo. Baada ya hapo, tunapokuja kusaini barua ya tatu, kunguru, mwewe, fisi, mbwa mwitu, tembo, ng'ombe, chura wafanyio kazi. Na wakati huo, kunguru anakuja, mwewe anakuja, njiwa anakuja, fisi anakuja, nyoka anakuja mbwa mwitu anakuja, simba anakuja, chui anakuja. Wakati huo hakutakuwa na kizuizi cha kuzuia. Ndio maana ikazuia watu kuingia, kwa sababu kulikuwa kuna tatizo kubwa, kulikuwa kuna kizuizi kikubwa sana cha mauaji. sasa nii msifikiri, vitu vinajiendea tukiolela vinaongozwa kiroho. Na mimi kama ndiyo kiongozi rais, ninajua namna ya kufanya. Nikisema utaondoka kwa njia isiyojulikana, mimi najua kwa njia isiyojulikana ipi. Uendelea kunisubiri, ukizani utaniona nimeshika bastola, nimekuja nayo kumbe, sauti ya Mungu iko kila mahali. nitapiga mapigo kwa njia usiyoijua na yakakusomba. Naagiza maji yanakusomba kama alivyomsomba Farao. Wakati nakwambia meli za kitimu ukafikiri ni majeshi yatakuja kufanya hiyo kazi? He? Kwa hiyo umeambiwa hivi, wakati wa juma la sabini atakuja mfalme anayejua mafumbo na aliyepakwa mafuta na Mungu ili kutimiza kazi ya kujengwa kwa hekalu, na mwisho naye ndio niko sasa, mjumbe wa agano, ninatoa amri mahali hapa nilipo, kiti cha ufalme, ninatoa amri ya kuamrisha haya yote. Ninaeleza ili ujue mamlaka iliyopo hapa. Kwa hiyo hilo siku li sio kwamba hakuja. Yani, mtu mwingine aweza akasema, ah, mbona hawakufanikiwa? Mbona haya yametokea? Mbona ilikuwa ya hivi? Mtaongea kimwili, kwa sababu mko kimwili, lakini kiroho, yaliyotokea Oktoba yalikuwa ni kumwonyesha Mama Samia kwamba Mungu anaweza kukuondoa kwa njia yote ile usiyoijua, pamoja na, na cheo chako kwa sababu Nishasema, mamlaka yote imeshavunjika iko juu ya mjumbe wa agano, yeye ndo atakayeamua.